Habari. Uh, sasa leo naomba tushirikishane juu ya swali la mwenzetu ambaye ameuliza, je, PID inaweza ikamzuia mwanamke asipate mimba? Pengine na wewe ulikuwa unajiuliza swali la namna hii, na ukawa una majibu au hauna majibu, basi niombe tuungane pamoja kwenye hili darasa fupi ambalo litaenda kufafanua kwa kina hili jambo ambalo mwenzetu amelihoji. Kwa ufupi ni kwamba jibu ni ndio, PID inaweza ikamzuia mwanamke asipate mimba. Lakini ni kwa kivipi sasa inaweza ikamzuia? E, ndio maana nimekuomba uungane na mimi kwenye hili darasa. Sasa kabla tujaangalia e, ni kwa namna gani PID inaweza ikamzuia mwanamke asipate ujauzito, hebu tuangalie kwanza PID ni nini? Kwa kifupi, tunasema PID ni mfupisho wa maneno pelvic inflammatory disease, yaani kwa lugha nyepesi na ya kueleweka ni yale maambukizi katika viungo vya ndani vya uzazi wa mwanamke. Na tunapozungumzia viungo vya ndani vya uzazi wa mwanamke, tunazungumzia viungo kama milija ya uzazi, ambayo pia tunaitambua kama fallopian tubes, lakini pia mfuko wa mimba ule ambao tunautambua kama uterus au kizazi lakini pia e, mayai au mfuko wa mayai ambao tunautambua kama ovaries au ovari. Na maambukizi haya huwa mara nyingi yanasababishwa na bakteria. Wapo bakteria ambao huwa wanasababisha haya maambukizi, na hawa bakteria wao huwa wanaenea kutoka kwenye uke au sehemu ya uke, wanaenda ndani sasa ya hivyo viungo vya uzazi ambavyo nimevitaja ikiwa pamoja na mirija ya uzazi ikiwa pamoja na kizazi chenyewe, lakini pia na mfuko wa mayai au mayai. Sasa kupitia hao bakteria, athari zake ndizo zinaenda kusababisha kizuizi kwa mwanamke ambaye anatafuta ujauzito ndio maana ikaibuka hilo swali la kwamba e, ni kwa namna gani sasa PID inaweza ikamzuia mwanamke asipate ujauzito. Sasa PID yenyewe ikisha kupata au haya maambukizi ya hawa bakteria wakisha kupata, kazi ya kwanza wanaenda kuharibu ile milija ya uzazi au zile fallopian tubes, na haya maambukizi mara nyingi yanaweza kusababisha makovu kwenye ile milija ya uzazi. Maana yake wale wadudu wanaenda kukuangua kwenye ile milija ya uzazi, wakisha kuangua watasababisha kuziba kwa ile milija sasa, ile milija ikishaziba, ndio inaenda kuwa kizuizi kwa ile yai ambayo linasafiri kuelekea kwenye mfuko wa mimba kwa ajili ya kutungishwa. Kwa hiyo sasa kama milija ya uzazi imeshaziba kutokana na mashambulizi ya, ya wale bakteria, maana yake mbali na kuacha makovu, lile yai litashindwa sasa kusafiri mpaka kufikia ule mfuko wa mimba kwa ajili ya kukutana na mbegu ya kiume ili liweze kutungishwa. Kwa moja kwa moja huyu mwanamke atashindwa kushika ujauzito kwa sababu ya hawa bakteria, lakini kizuizi kingine, hawa bakteria huwa wana wanatengeneza usaa wanatengeneza usaa na uvimbe kwenye hivyo viungo ambavyo nimevizungumza, kwa wanaweza wakatengeneza usaa na uvimbe kwenye mirija, wanaweza wakatengeneza usaa na uvimbe kwenye kizazi, au wanaweza wakatengeneza usaa na uvimbe au utando ukatokea kwenye mfuko wa mayai. Kwa hiyo hali hii pia huwa inaathiri yale mazingira ya kupandikizwa kwa lile yai ambalo limerutubishwa, kwa sababu wameshatengeneza usaa, wameshatengeneza uvimbe. Ndio maana kuna watu wanasema, nina uvimbe kwenye kizazi, au ndani ya mfuko wa kizazi, au nje ya mfuko wa kizazi. Wengi wao huwa wanahusishwa wana, wana, wana na haya maambukizi pia ya PID, kwa sababu yenyewe yanaenda kutengeneza usaa, au yanaenda kutengeneza uvimbe uliojaa usaa ndani yake kwenye mazingira ya mfuko wa mimba au kwenye mazingira ya mirija. Kwa hiyo, mwisho wa siku yatakuwa kizuizi kwa kupandikizwa kwa lile yai ambalo tayari limesha rutubishwa. Lakini pia kizuizi kingine e, hawa bakteria huwa wanapunguza uwezo wa yai kurutubishwa. Kwa hiyo, mbali na kusababisha usana na uvimbe, lakini wenyewe wakisha kuvamia, wanapunguza ule uwezo wa yai kurutubishwa. Kwa sababu e, yai linatakiwa likaungane na ile mbegu ya kiume kwa ajili ya kutungishwa au kutengeneza kijusi hicho. Lakini sasa kwa sababu ya uwepo wa hawa bakteria wao wanaenda kuwa kizuizi, kwa hiyo yai linashindwa kwenda kurutubishwa. Kwa hiyo hapo, moja kwa moja, huyu mwanamke ni ngumu sana kwake kushika mimba. Kwa hiyo watu wengi huwa wanachukulia eh, huu ugonjwa kama ni hali fulani ya mazoea ameona ameona, labda hali ya, ya, ya maambukizi ukeni, anaenda anachukua tu dawa za kawaida anaweka ukeni, asijue kwamba viungo vinavyoathiriwa ni vile viungo vya ndani kabisa. Sasa matokeo ya hivi vizuizi vyote ambavyo bakteria hao wanavileta vitaenda kusababisha hali ya ugumba kwa mwanamke, au kama atashika ujauzito, maanake ile mimba ina uwezo wa kwenda kutunga nje kabisa ya mfuko wa kizazi na mwisho wa siku anakuwa amepata lile tatizo la ectopic pregnancy. Kwa hiyo sasa, hivyo ndivyo ambavyo PID inazuia mwanamke huyu ashindwe kupata mimba au kushika ujauzito. Sasa e, mbali na hapo utakapoona dalili zifuatazo we jua tu kwamba e, una ishara ya uwepo wa tatizo la PID, ukiwa unapata maumivu makali ya tumbo la chini. Hiyo ni moja ya dalili lakini pia ukiwa unapata homa na uchovu sana, hiyo pia ni dalili mojawapo ya ugonjwa huu wa PID. Lakini pia ukiona unatokwa na uchafu usio wa kawaida ukeni, unaweza ukawa uchafu mfano wa rangi ya maziwa mgando, au unaweza ukawa ni uchafu mfano wa maji maji tu, lakini unaweza ukawa una harufu au hauna harufu, jua kwamba hawa bakteria wamekuvamia. Lakini pia ukiona unapata maumivu makali wakati wa tendo la ndoa, maana yake tambua pia ni hawa bakteria wameshakuvamia. Lakini ukiona unapata maumivu makali wakati wa kukojoa, japo kuwa na UTI pia ina dalili hiyo, lakini PID pia, pia nayo na ina hiyo dalili. Kwao ni vizuri pia ukafanya kipimo haraka. Lakini pia ukiona unatokwa na damu isiyo ya kawaida katikati ya mzunguko wa hedhi, unakuta unatokwa na damu nyingi, nzito, nyeusi wakati mwingine au inaambatana na uchafu basi tambua kwamba hayo ni maambukizi ya huu ugonjwa. Sasa ukiona hizi dalili ukatibu kwa mazoea au ukazipuuza, basi ni rahisi sana mtu kupata madhara haya yafuatayo. Unaweza ukajikuta unapata hali ya ugumba, yani, kushindwa kabisa kushika mimba, sio tasa, lakini ukapata hali ya ugumba kwa sababu hawa bakteria wanakuwa wamekuathiri kwa kiwango kikubwa. Lakini pia e, utapata hali ya ectopic pregnancy, yani mimba kutunga nje kabisa ya ule mji wa mimba, na mwisho wa siku hapo utahitaji upasuaji ili kuweza kurekebisha hiyo. Lakini utapata maumivu ya tumbo la chini mara kwa mara. Kwa hiyo utajisikia tu, kila muda unasikia maumivu ya tumbo la chini. Unaweza usitoke uchafu, lakini ukasikia maumivu ya tumbo la chini ambayo tunatambua kama chronic pelvic pain. Lakini pia kuna wakati unaweza ukahitaji upasuaji endapo ule usaa sasa utakuwa umejikusanya kwa kiasi kikubwa, kwa hiyo unaweza ukashauriwa na wataalamu ufanye upasuaji. Sasa nini kifanyike, au ushauri ni nini kwa watu wenye tatizo hili ambao wanashindwa kupata ujauzito kutokana na uwepo wa PID? Na wakati mwingine inawezekana umetibu mara kibao, lakini bado haishi. Sasa jambo la kwanza, hebu ukishaona hizi dalili za PID wasiliana na wataalamu wa afya ya uzazi mapema ili uweze kupata msaada. Lakini pia tumia dawa au tiba kikamilifu. Usitumie dawa kidogo kidogo, yani unatumia umepata nafuu umalizi dozi unaacha. Pata tiba iliyo kamilifu, lakini tiba hiyo iliyo kamilifu lazima iwe na uwezo wa kugusa masuala ya homoni, kwa sababu hii PID mara nyingi huwa inavuruga kabisa mfumo wako wa homoni. Utaona hata hedhi inabadilika kwa hiyo unapotibu hebu hakikisha unapata tiba kamili yenye uwezo pia wa kurekebisha mfumo wako wa homoni, lakini epuka kutumia dawa ovyo ovyo bila kupata ushauri wa kitabibu. Kuna watu wakisikia mtaani, wameambiwa hii inatibu PID, basi anachukua anaenda kutumia. Hapana, usifanye hivyo. Lakini hebu jaribu kwenda kufanya kipimo ukiwa na huyo mwenza wako, kwa sababu PID inaambukizwa kwa njia ya ngono. Lakini pia tumia kinga tumia kinga kwa ajili ya kujilinda, lakini wakati mwingine huo una, una tabia ya kwenda kufanya uchunguzi wa afya yako ya uzazi mara kwa mara, ili kuhakikisha kwamba unakuwa salama. Kwa hiyo hayo ni baadhi tu ya madhara ambayo nimejaribu kuyagusia, ili kwa wale watu ambao wanasumbuliwa na hili tatizo, wao tambua. Lakini kumbuka, e, PID ni tatizo linalozuilika na kutibika vizuri kabisa endapo utachukua hatua kwa uzito na utachukua hatua kwa wakati sahihi. Kwa hiyo ukiifuata utaratibu, ukichukua hatua sahihi kwa wakati sahihi, huu ni ugonjwa ambao unatibika vizuri na unaisha vizuri, lakini kama utakuwa unatibu kwa mazoea tu, umechukua dawa hii umemeza, umechukua dawa hii umemeza, mwisho wa siku utashindwa kumaliza hili tatizo. Asanteni kwa kunisikiliza.